Kwamba ulivyoona posti ile ya Ibra namshukuru Diamond Platinumz. Nini kilikuja kichwani kwako kwa haraka haraka? Well, unajua sikushangaa kwa sababu ile posti ya Diamond ya siku ile, kipindi cha mgongano wa Harmonize na Ibra, ilikuwa naongea vitu vingi sana, umeelewa. Na nilitegemea tu itakuja siku itokee Diamond atafanya kitu ukifahamu kwamba hakuna mahusiano mazuri kati ya Diamond na Harmonize, achilia mm mbali ile iliyotokea Zanzibar, zile zilikuwa ni picha tu za maigizo, mm, lakini deep down we all know kwamba this guys hawezi kuja kukaa wakaelewana. Kwa hiyo wanasema, ukipata opportunity ya kumuumiza adui yako muumize, ndio kitu ambacho naweza kusema Diamond anakifanya, kwa sababu Diamond kumsaini ama kutoa kumsaini Ibra, hapungukiwi wala kuongeza chochote, lakini anaweza kaifanya tu kama sehemu ya kumuonyesha Konde, ulimfuja msanii, labda hukumfikisha sehemu fulani, mimi naweza nikafanya hiki hapa. Unaelewa, sometimes watu wanafanya hivyo, muda mwingine pia kuendelea kumaintain stories kwenye industry, kwa sababu ukiangalia Diamond amekuwa ni mzuri sana wa kutengeneza uh, connection kujiconnect na watu karibia wote. Ilikuwa inafika kipindi Diamond, kila mtu anayemgusa lazima ana stori naye, umeelewa? Mm, kila sta anayemgusa lazima ana stori naye, eh, kwa hiyo Nafikiri ni yule mwendelezo wa mambo yake ambayo amekuwa akiyafanya kwamba everybody sasa hivi kwenye industry ukimgusa lazima pia Diamond anaingia kwenye kwenye story naye. So I don't know kama anamsign Ibra itakuwa ni kitu kizuri kwa sababu Ibra ni miongoni mwa wasanii ambao wana talent kubwa sana. Tumekuwa tunaongea mara nyingi hapa na tukasema kwamba kitu ambacho Harmonize alishindwa ni kuifanya biashara ya Ibra kuwa kubwa. Mbali na kwamba Dogo ametengeneza hit songs nyingi sana lakini hajawahi kufanya, ukiacha show ile ya Mtwara ile ile kwa ni homecoming sijui nafikiri mm, hakuna show yote kubwa sana ambayo alifanya kipindi yuko kwenye gang, ile show ya kwake unaweza kusema umemwona hapa anakwenda pale mm. na Unaona, alikuwa na hits nyingi sana ambazo anaweza akapanda kwenye jukwaa, na akatumbuiza kwa muda ali, saa. Kwa hiyo, hakukuwa na hiyo kitu so nafikiri kama akimsign waki maybe I'm just saying kwa sababu hakuna uthibitisho wa kwamba anataka kumsign. Hmm. Itakuwa ni kitu kizuri, sioni kama kuna shida yoyote. And kama atamsign Ibra ni miongoni mwa wasanii noma sana. Nafikiri Diamond pia anaelewa uwezo wake. Diamond asinge tu anza kumposti wala kushoboka naye kama anajua dogo amna kitu. Dogo ni mbaya sana anaandika, anaimba. Kwa hiyo kama itakuwa ni hivyo, kwangu mimi naona ni kitu very positive. Nafikiri pengine ni salama pia kwa Ibra na kariera yake.